Na shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan daktari, kwa kutuwezesha wataalamu wawili kutoka Halmashauri ya Chunya, mimi hapa pamoja na mwenzangu kutoka kata ya Lupa, Bwana Andaliso Uliso Nimelele, kupeleka Arusha kudugalamia mafunzo ya uhimilishaji katika kituo cha uhimilishaji kilichopo Nike Arusha. Uh, tulikuwa kule kwa mwezi mmoja kwa mafunzo ya uhimilishaji wa mifugo. Uh, tunaposema uhimilishaji wa mifugo ni kitendo cha kutumia mbinu za kitaalamu kwa kupandisha mifugo uh, wa kike kupata mimba kwa njia ya kitaalamu bila kutumia dume. Katika wilaya ya Chunya hatukuwa na wataalamu wa kuweza kufanya eh, mambo ya kazi hiyo, kwa hiyo kwa tumeenda kule na tumerudi na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya alitusaidia pia kutununulia vifaa. Zoezi tumeshalianza la kuhimilisha mifugo tumeanza na uhimilishaji wa mifugo aina ya ng'ombe. Ng'ombe wa maziwa pamoja na ng'ombe wa nyama. Na kwa bahati nzuri, kwa halmashauri ya Chunya sisi mbegu za uhimilishaji tunazipata kutoka Mbeya. Pale Mbeya kuna wakala ambaye yeye anapokea mbegu kutoka kituo cha uhimilishaji cha Arusha, na yeye kwa hiyo sisi tunafuata mbegu pale uh, Mbeya pamoja na mbegu kwa sababu ni elimu mpya, hasa katika wilaya yetu, sisi tumeanza kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu uhimilishaji nini. Kwa inapotokea mfugaji ana uhitaji wa uhimilishaji, manake sisi tunamfata pale alipo. E, cha kwanza ukishafika pale, unaangalia afya ya ng'ombe, anastahili kuhimilishwa au astahili. E, unaangalia historia ya ng'ombe, je amewahi kuwa labda kupata mimba huko nyuma na mimba zikatoka. Unaangalia historia kama anahitaji matibabu au la au anahitaji lishe au la. Baada ya pale, ile ng'ombe lazima apimwe kwamba, je ana mimba au hana, kwa sababu kuna sindano za joto ambazo unatakiwa umchome ng'ombe ili aingie kwenye joto au umpandishe. Kwa hiyo kama ukishampima ukakuta ile ng'ombe hana mimba, hana mimba maana yake tunawachoma sindano ya kuingia kwenye joto, au kisha ingia kwenye joto ndani ya masaa 72 mpaka 96, anapata alisha kwenye joto, utaona zile dalili. Kwa hiyo ile ng'ombe anapandishwa na anapopandishwa, maana yake tuna mbegu mbalimbali za aina mbalimbali mbali za ng'ombe kwa sababu hata wale, mfano, tunapozungumzia wale ng'ombe labda wa maziwa tuna aina zaidi ya tatu ya ng'ombe wa maziwa. Manake mfugaji yeye atasema mimi nataka ng'ombe wa maziwa ya aina fulani. Kwa mfano tuna ng'ombe wa Friesian wale weusi na weusi na weupe, tuna ng'ombe wa Ayrshire wale wenye rangi nyeupe na nyeupe. Tuna wale wengine wa kahawia wanaitwa Jersey, tuna Guernsey, ehe. Kwa hiyo tuna Jenoranda. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za ng'ombe, manake yeye mfugaji atachagua mimi nataka aina ya ng'ombe kwa mfano Frisian, lakini pia na zile mbegu zina namna mbili. Aidha unaweza ukampa mbegu ambaye mtoto atazaliwa aidha dume au jike, lakini pia anaweza kapandishwa mbegu ambaye atazaliwa ng'ombe jike. Kwa hiyo pia huo uchaguzi anao. Kwa hiyo tunawafuata kule kule walipo ng'ombe watuletee sisi, tunawafuata kule kule walipo tunawapandishia, sababu kimsingi tuko wa wataalamu wawili, mimi niko hapa kwa ajili ya kata tarafa ya Kiwanja, mwenzangu yupo kwa ajili ya tarafa ya, ya Kipembawe. Maana yake gharama haiwezi kazidi elfu hamsini kwa ng'ombe mmoja. Hiyo elfu hamsini manake, manake inahusisha cha kwanza umepima umemkagua ile ng'ombe afya yake cha kwanza. Cha pili kuna sindano ambayo lazima mchome ya homoni e, ili ng'ombe aingie kwenye joto. Cha tatu kumpandishia. Manake, jumla ya vitu vyote haizidi elfu hamsini ah. Uhimilishaji unahusisha ng'ombe wote, ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama. Maana yake hata hizo mbegu ambazo tunazisema mbegu za ng'ombe, kuna mbegu kwa ajili ya ng'ombe wa maziwa na kuna mbegu kwa ajili ya ng'ombe wa nyama. Wako ng'ombe wa Borani, ng'ombe wa nyama, wako ng'ombe wengine wa Mpwapwa breed au ng'ombe wa nyama. Kwa hiyo mbegu zote za ng'ombe wote zinapatikana. Na hata mpaka sasa hivi hapa kuna baadhi ya ng'ombe ambao tushapandisha. Kuna baadhi ya ng'ombe wa maziwa tumeshapandisha na tushabadilisha na baadhi ya ng'ombe wa wanyama. Ngombe wow, wetu wa kienyeji, tuchapandisha ngombe ile mbegu wa ngombe wa nyama ili anakuja kuzaliwa yule, awe chotala wa ngombe yule bora wa nyama na awe ngombe wetu wa kienyeji, lakini manake hapo baadaye tutapanua huduma tutaenda hasa nadhani baada ya ngombe watafata nguruwe. Sababu ndio, baadhi ya sehemu tayari washanafanya kukusanya mbegu ya za kwa nguruwe. Sasa hivi baada ya ng'ombe nadhani huduma ambayo itafuata itafuata kwa ajili ya nguruwe. Baadaye tutaangalia hao jinsi teknolojia inavyozidi kwenda, tutaangalia wengine mbuzi, kondoo pamoja na mbwa, tutaangalia hata kuku pia. Tutaangalia, lengo kubwa la serikali ni kuboresha tunaita kosafu au mbari, ehe, kosafu ya, ya mifugo kwamba hawa ng'ombe wetu wengi tulionao kwa mfano ng'ombe maziwa wanaotumika wengi ni wale ambao hawakuchaguliwa vizuri, maana yake uzalishaji wao ni mdogo. E, kwamba unakuta ng'ombe anakuwa anatoa labda lita mbili, lita tatu kwa sababu ya mbegu ambayo anatumia ya sio ya ng'ombe wakubwa wazalishaji. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuzalisha, kuboresha uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa, lakini pia wale ng'ombe wa nyama tupate ng'ombe ambao wanakuwa e, wanakuwa haraka, lakini pia wana uzito mkubwa, ili anapoenda sokoni aende sokoni na ng'ombe mkubwa, lakini pia aende sokoni mapema. Sababu ng'ombe hao wengi wa kienyeji mpaka ende sokoni nachukua miaka minne miaka mitano napata ng'ombe wamekuwa amekua wakati ukitumia hao ng'ombe wetu mbegu za ng'ombe bora maana ndani ya miaka miwili, kwa ng'ombe mkubwa ambao ukipeleka sokoni unamuuza kwa bei kubwa. Kwa hiyo ni kuboresha uzao wa ng'ombe tupate ng'ombe wazuri, ugaji asio na shaka. Hii ni teknolojia ya muda mrefu sana e, kwa Tanzania imeingia miaka ya sabini. Tanzania imeingia miaka ya sabini ndio uh, hata hicho kituo cha cha, cha Nike cha Arusha kimetengenezwa miaka sabini kimejengwa. Na kingine miaka ile ile kilianza kujengwa kule Butiama lakini baadaye ha, akikuendelea sana. Kwa kikubwa ni tuo cha zamani. Na tuseme kwamba sio, hizi mbegu hazitoki kila sehemu. Manake cha kwanza kinatoka kwenye chanzo ambacho kinajulikana. Hicho cha kwanza, lakini cha pili hata sisi wataalamu tunaosema, wataalamu wa uhimilishaji, sio kila mtu. Manake tuna vieti maalumu kwamba huyu ndio aliothibitishwa kufanya hii huduma. Na kwa mafunzo haya kimsingi tumeenda wawili, manake mimi kutoka hapa na mwingine, lakini pia tuna mwingine mtalauingine aafuzayanake e, mbegu za ngombe zinatoka sehemu sahihi. Tunajua Arusha ausakitoa Arusha, tunajua wakala wahizo mbegu aliosajiliwa tunae kwahomanake ile cheni yote chini ambayo iko vizuri na ndio maana hiyo vishoka. Pia kuna baadhi ya sehemu, kuna watu ambao wanajiita vishoka wamekuwa wakifanya hizo huduma, lakini kwa sisi wilaya yetu ya Chunya tuna udhibiti mzuri wale, kwamba hata mtu anaweza katoka Mbeya akaja, lakini tunajua kwamba wewe umesajiliwa kufanya hii huduma e. Kwa hiyo ni watu ambao wamesajiliwa kufanya huduma za uhimilishaji au kupandikiza kwa njia ya chupa, na washauri wa wafugaji wa, wa na, na wananchi wote wa wilaya ya Chunya, kwamba teknolojia hii ni ya muhimu kwa mfano uwezo wa mtu kwenda kumnunua dume wa borani e, mdogo sio chini ya milioni nne na kuendelea. Kuna mbegu zingine za ng'ombe mfano brahmani, kutoka India, pia kutoka wapi, ukienda kununua dume sio chini ya milioni kumi na moja wakati badala kutumia milioni kumi na moja kwa, kwa fedha ndogo tu unaweza ukazalisha mifugo yako kwa ile mbegu kwa gharama ndogo. Kwa hiyo na, na washauri wafugaji wa, wa na wananchi wote Chunya, cha kwanza twende kwenye ofisi za Serikali kwa wataalamu tukawaulize vizuri kuhusiana na huduma inapatikana ndani ya wilaya ya Chunya kwa gharama ndogo. Tunatembelea wafugaji, tumeenda Matundasi, tumeenda Shoga, kila sehemu tunafika. Kwa hiyo ni huduma ambayo itawasaidia wafugaji kupata mbegu nzuri za ng'ombe kwa gharama ndogo. Tunachokisema kwamba mbegu hizi zimevunwa kwenye madume yaliyo bora yaliyo kwenye vituo vya serikali. Maana yake muda wa mimba kwenye ng'ombe ni muda ule ule kama ambao angepandwa pande na dume. Eh, maana yake ni miezi tisa ile ile kwa pande ya ng'ombe. Maana yake ni mbegu ni kama vile kavile tukampanda dume. Kwa hiyo ni mbegu zile zile za dume ndizo ambazo anawekewa ng'ombe jiki. Kwa hiyo hakuna utofauti wa ng'ombe atakozaliwa ataweza we, ata kupanda kufanya vyovyote anayofanya ng'ombe mwingine. Kwa hiyo ni ng'ombe kama ng'ombe wengine. Kwa sababu mbegu zimetoka kwenye ng'ombe aliye hai. Hazijatengenezwa kiwandani. Halmashauri ya Chunya. Nilichokuwa nakifanya hapa ni kumpandisha ngombe ngombe huyu ameingia kwenye joto jana jioni. Kwa hiyo kwa kwa utaratibu wa masaa ukihesabu okay, masaa kumi na mbili mpaka kumi na nane ni muda mzuri zaidi, maana yake ambacho umeifanya Tutaendelea so, kumwangalia ndani ya siku kumi na nane mpaka siku ishirini na nne ataangaliwa kama je, atarudia joto kwa sababu mzunguko wa ng'ombe ni siku kumi na nane mpaka siku ishirini na nne. Kwa hiyo kuanzia siku kumi na nane mpaka ishirini na nne kuanzia leo hii tuna take record kwamba tumempandisha tarehe fulani, muda fulani. Kisha baada ya siku kumi na nane, siku kumi na nane, mpaka tarehe ishirini na nne, kama hataingia kwenye joto unategemea baada ya miezi tisa atakameza. Huu ndio uhimilishaji jinsi unayofanyika. Kwa hiyo karibuni sana wananchi wa wilaya Chunya, katika huduma ya uhimilishaji wa mifugo au upandikizaji wa mifugo kwa njia ya chupa au wengine wanasema kwa njia ya mirija, ambacho baada ya kupandisha, ambacho nilikuwa nakifanya ni, ni kuweka kumbukumbu ya kazi ambayo nimefanya. Ambacho tukiandika kwamba jina la ng'ombe anaitwa nani, ile ng'ombe anaitwa faida ana namba yake ni 018, tumeangalia, na muda ambao nilipandisha ilikuwa ni saa sita na dakika 42 mchana. Lakini tunaandika kwamba huyo ng'ombe kapandishwa na mbegu kutoka dume gani. Wale wale madume ambao wanatoa mbegu wamesajiliwa, wakati ndipo tumeandika bull code, code ya yule dume kutoka Nike Arusha ni 232, na yule dume ambao katoa zile mbegu jina lake anaitwa Push. Lakini kingine ambacho tume tumekiandika kwamba yule dume ni ng'ombe wa maziwa yani wale frisian, lakini pia tumeandika kwamba hizi mbegu zimetoka bachi namba ngapi. Kila mbegu ambazo huwa zinatolewa zinawekwa kwenye bachi namba, ili kama kuna shida inatokea kwa nchi nzima ni rahisi kufuatilia kwamba bachi namba fulani labda ileta changamoto. Kwa hiyo tumeandika bachi namba 20, 20 24 12 31 lakini nimeandika hapa kwamba baada ya leo kumpandisha ni siku gani ambazo nitakiwa afuatiliwe kwa karibu zaidi kuangalia kama atarudia kwenye joto maana yake joto kama nilivyosema mzunguko wa ng'ombe ni siku kumi na nane mpaka siku ishirini na nne kwa hiyo kwa kuhesabu hizo tarehe zitaangukia kuanzia tarehe 10 tarehe 5 mwezi wa nne mpaka tarehe 11 mwezi wa nne na pia hapa chini nimeandika mimi niliyempandisha maana yake taarifa hizi zinasaidia kwamba hata siku nisipokuja mimi akija mtaalamu yoyote akipewa ile daftari atajua tarehe gani, nini kilifanyika. Kwa hiyo nasitiza hata wafugaji wengine, mtaalamu anapokuja kufanya jambo lolote, hata kwenye kushauri kitu chochote, anachofanya juu ya mifugo yako inatakiwa umpe daftari ili aandike kumbukumbu. Uzuri kwa hapa, kila ambacho huwa tunakifanya, huyu mama huwa anaandika kumbukumbu kama mnavyoona hivi. Hizi ni kumbukumbu mbalimbali ambazo zimekuwa akiandika chanjo ya mbwa, kila ambacho tunakifanya tarehe niandika hapa. Kwa hiyo hizi inasaidia kutunza kumbukumbu kama ambavyo mnaona, karibuni sana chuo cha Veta Chunya. Kiko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya. Na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Uh, chuo cha Veta Chunya kimelengwa kwa kuwekewa miundombinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya fundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi, fani ya tatu tunasema ni Uh, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya, na nachukua fani ya umeme, na ningependa kuwashauri washauri wenzangu ambao wako nje vijana ambao hawana shughuli za kufanya wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema, tusubiri kuajiliwa na serikali. Ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe, sababu kwa ujuzi tutakaopata hapa tutatusaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza